Hekima ya Yoshua bin Sira sura ya kwanza. Hekima yote yatoka kwa Bwana, nayo yakaa kwake hata milele. Nani awezaye kuhesabu mchanga wa bahari na matone ya mvua na siku za milele? Nani awezaye kutafuta kimo cha mbingu na upana wa dunia na kina cha bahari? Hekima iliumbwa kabla ya vitu vyote, na ufahamu wa busara tangu milele. Nani aliyefunuliwa shina la hekima nani aliyejua mashauri yake? Melevu yuko mmoja aliye na hekima, naye yu wa kuogopwa sana, ameketi katika kiti chake cha enzi. Bwana ndiye aliyeiumba na kuiona na kuihesabu na kuimwaga juu ya kazi zake zote, ina wote wenye mwili kama aitoavyo, na wale wampendao amewapa kwa wingi. Kumcha Bwana ni hekima na utukufu na furaha na taji ya shangwe. Kumcha Bwana kunachangamsha moyo na kuleta sherehe na maisha kunjufu. Kumcha Bwana kwa mletea mtu heli mwishowe, na siku ya kufa kwake atabarikiwa. Kumcha Bwana ni chanzo cha hekima, imeumbwa tumboni pamoja na waamini, kwa watu imekaa tangu awali, pia itadumu kwa wazao wao. Kumcha Bwana ni utimilifu wa hekima, inashibisha wanadamu matunda yake, itajaza nyumba pia vitakiwavyo na gala zitajazwa mavuno yake. Kumcha Bwana ni taji ya hekima, inasitawisha amani na afya nzuri. Kumcha Bwana ni gongo na nguzo tukufu, ni heshima ya daima kwao waishikao. Kumcha Bwana ni shina la hekima, na matawi yake ni maisha mengi. Hasira isiyo haki haiwezi kuthibitishwa, maana ukali wa ghadhabu ni maangamizi yake. Mtu aliye mvumilivu atastahimili hata wakati ufahao na hatimaye ukunjufu wa moyo utaanza kukua ndani yake. Aidha, ujapo wakati ufaao, atayaficha maneno yake, na wengi kwa midomo yao watautangaza ufahamu wake. Mithali za elimu zimo kanzini mwa hekima, bali utawa ni chukizo kwa mkosefu. Ukitamani hekima, uzishike amri, naye Bwana atakupa tele, yaani kumcha Bwana ndiyo hekima na mafundisho, tena imani na unyenyekevu ndiyo mapenzi yake. Usikatae kumcha Bwana kama una haja, wala usimkaribie nawe una nia mbili. Usiwe mnafiki machoni pa watu, tena mintarafu midomo yako ufanye hadhari. Wewe usijikuze mwenyewe, usije ukaanguka na kuiaibisha roho yako, madhari Bwana atazifunua siri zako na kukuangamiza katikati ya kusanyiko, kwa sababu hukumfikiria Bwana mwenye kicho, lakini moyo wako umejaa hila.